Inaonekana dola la Israel limeamua kuchukua mkondo wake hivi sasa, kujitenga kabisa na sera na vilevile vile maazimio ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Maana maazimio mengi yamepasishwa na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kukataza ujenzi mpya, ujenzi wa vitongoji vya walowezi, maana e, wanasema ni ardhi yao inazidi kumegwa siku baada ya siku, na ndiposa Umoja wa Mataifa ulikataza ujenzi wa vitongoji vipya. Kwa hivyo inavyoelekea hivi sasa ni kwamba Israel wameamua kufuata mkondo wao, na hili linadhihirisha wazi kwamba sasa wapo katika utesi wa moja kwa moja kati yao na Marekani. Sijui tutazamie nini sasa baada ya Hamas kujitokeza na kusema hawaridhii mpango huo. Ni wazi kwamba hivi sasa Hamas inaonekana kwamba ndiyo sauti kuu ya Wapalestina. Pengine tutarajia tu kwamba mambo yatazidi kuvurugika, wenyewe watachukua hatua za kujibu mapigo, maana tumekuwa tukiona kila Israel wanapochukua hatua ambayo inahisi kwa ya, ya kuwachokora ama ya kuwavuruga, na wao wanaibuka na kuchukua hatua ambazo labda ni za kujibu mapigo. Kwa hivyo, bila shaka, hamna shaka kwamba Hamas wao kama harakati yenye nguvu, kama harakati ambayo inatambuliwa Palestina na zaidi katika eneo la Ghaza na katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Uh, tutarajia tu kwamba watachukua hatua kujibu mapigo. Unadhani hatua hii inawacha wapi mchakato mzima wa kutafuta suluhu ya kudumu katika mzozo wa Gaza? na mambo yatazidi kuvurugika zaidi katika eneo la Asia Magharibi wakati huu ambapo Marekani walikuwa wanafanya jitihada kubwa sana za kutuliza mambo, wakati huu wa ambapo Marekani na Umoja wa Mataifa walikuwa wanafanya jitihada kubwa sana ya kufanya mazungumzo ili kuhuisha makubaliano ya kudumu ya usitishaji vita. Sijui kutakuwa na mapya gani, pengine muungano wa nchi za Kiarabu zinaweza kujibu nini, na Marekani pia itakuwa na jibu gani, na na uhakika kwamba Marekani lazima watatoa taarifa ya kuhusiana na hili, maana majuzi tu tumeona uh, nani rais Donald Trump amefanya mazungumzo ya simu na waziri mkuu Benjamin Netanyahu na wakatofautiana katika masuala kadhaa. Kwa hivyo bila shaka Marekani wao wata toa taarifa labda pengine kuonyesha hawaungi mkono maana, pamoja na kwamba wamekuwa kwa na utesi, lakini mara nyingi wajakuwa akidhihirisha kwamba wanautesi wa moja kwa moja, labda pengine kwa kiasi fulani kupinga uamuzi huo, na vilevile pengine jumuia ya nchi za Kiarabu nao wamekuwa wakipinga maswala hayo ya ujenzi wa vitongoji vipya katika ardhi za Wapalestina zinazokaliwa kwa mababu. Kwa hivyo bila shaka nao pia wataona kwamba uamuzi huu utazidi kuhatarisha masuala um, ya usalama na amani katika